Ilikuwa siku ya Jumamosi yenye jua kali na upepo mwanana kutoka baharini. Shule ya Mlimani ilipanga ziara ya wanafunzi kwenda Fort Jesus, ngome ya kihistoria iliyoko mjini Mombasa. Wanafunzi walijaa furaha na hamu ya kujifunza. Liam, kijana mcheshi mwenye nywele fupi zilizopangwa vizuri, alikaa kwenye kiti cha mbele katika basi, akiwa na begi lake dogo la bluu. Kando yake alikaa Aisha, msichana mtulivu lakini mwenye udadisi mwingi. Walikuwa wamevaa sare za shule: shati jeupe na kaptura za kijivu kwa wavulana, sketi kwa wasichana na viatu vilivyong'aa. Basi lilipoanza safari, walipita daraja la Nyali, upepo wa baharini ukivuma taratibu. Wote walifungua madirisha, wakapiga kelele za furaha. Tazama bahari! Aisha alipiga kelele, huku akionyesha mkono wake baharini. Miale ya jua iling'aa juu ya mawimbi kama almasi. Walipofika Fort Jesus, Mwalimu wao B. Mumo aliwakusanya watoto. Hapa ndipo historia ya Kenya inapopumua. Ngome hii ilijengwa na Wareno mwaka 1593, alisema kwa sauti ya kusisimua. Wanafunzi walitembea ndani ya ngome hiyo wakipita kwenye kuta nene za mawe, milango mikubwa ya mbao na madirisha yenye chuma kilichochakaa. Liam alishangaa kwa nini waliijenga kama ngome? B. Mumo akajibu, ili kujilinda dhidi ya maadui waliokuwa wakitaka kuchukua Mombasa. Hapa ndipo mapambano mengi yalifanyika. Aisha alipiga picha nyingi na simu yake. Nitazipeleka nyumbani nionyeshe wazazi wangu, alisema huku akicheka. Baadaye walifika sehemu ya juu ya ngome, walikoweza kuona bahari yote ikitandaa hadi mbali. Mawimbi yalipiga kuta kwa nguvu, ndege wakiruka angani, walinyamaza kwa muda, wakisikiliza sauti ya upepo na maji, kana kwamba historia yenyewe ilikuwa ikiwasimulia hadithi. Mwalimu akamalizia, Fort Jesus ni zaidi ya mawe na kuta, ni ushuhuda wa nguvu, vita na urithi wetu. Kabla ya kuondoka, Liam alichora mchoro mdogo wa ngome hiyo kwenye daftari lake. Aisha akamwambia, ungekuwa msanii. Liam akatabasamu, labda nitakuwa hi msanii wa historia. Waliporudi kwenye basi. Upepo wa jioni ulianza kuvuma. Wakiwa wamechoka lakini wenye furaha walijua kuwa hiyo ilikuwa ziara ya kukumbukwa, ziara iliyowaunganisha na mizizi ya taifa lao. Ilikuwa siku ya Jumamosi yenye jua kali na upepo mwanana kutoka baharini. Shule ya Mlimani ilipanga ziara ya wanafunzi kwenda Fort Jesus, ngome ya kihistoria iliyoko mjini Mombasa. Wanafunzi walijaa furaha na hamu ya kujifunza. Liam, Kijana mcheshi mwenye nywele fupi zilizopangwa vizuri alikaa kwenye kiti cha mbele katika basi akiwa na begi lake dogo la bluu. Kando yake alikaa Aisha, msichana mtulivu lakini mwenye udadisi mwingi. Walikuwa wamevaa sare za shule, shati jeupe na kaptura za kijivu kwa wavulana, sketi kwa wasichana na viatu vilivyong'aa. Basi lilipoanza safari, walipita daraja la Nyali, upepo wa baharini ukivuma taratibu. Wote walifungua madirisha wakapiga kelele za furaha. tazama bahari, Aisha alipiga kelele, huku akionyesha mkono wake baharini. Miale ya jua iling'aa juu ya mawimbi kama almasi. Walipofika Fort Jesus mwalimu wao B. Mumo aliwakusanya watoto. hapa ndipo historia ya Kenya inapopumua ngome, hii ilijengwa na Wareno mwaka 1593. Alisema kwa sauti ya kusisimua. Wanafunzi walitembea ndani ya ngome hiyo wakipita kwenye kuta nene za mawe, milango mikubwa ya mbao na madirisha yenye chuma kilichochakaa. Liam alishangaa, kwa nini waliijenga kama ngome? B. Mumo akajibu, ili kujilinda dhidi ya maadui waliokuwa wakitaka kuchukua Mombasa. Hapa ndipo mapambano mengi yalifanyika. Aisha alipiga picha nyingi na simu yake. Nitazipeleka nyumbani nionyeshe wazazi wangu, alisema huku akicheka. Baadaye walifika sehemu ya juu ya ngome, walikoweza kuona bahari yote ikitandaa hadi mbali. Mawimbi yalipiga kuta kwa nguvu. Ndege wakiruka angani, walinyamaza kwa muda, wakisikiliza sauti ya upepo na maji kana kwamba historia yenyewe ilikuwa ikiwasimulia hadithi. Mwalimu akamalizia, Fort Jesus ni zaidi ya mawe na kuta, ni ushuhuda wa nguvu, vita na urithi wetu. Kabla ya kuondoka Liam alichora mchoro mdogo wa ngome hiyo kwenye daftari lake. Aisha akamwambia, ungekuwa msanii. Liam akatabasamu, labda nitakuwa msanii wa historia. Waliporudi kwenye basi, upepo wa jioni ulianza kuvuma. Wakiwa wamechoka lakini wenye furaha, walijua kuwa hiyo ilikuwa ziara ya kukumbukwa, ziara iliyowaunganisha na mizizi ya taifa lao.